Yale yote ya mliyojifunza katika zoezi hili yaende kuwa chachu katika utendaji wenu wa majukumu ya kijeshi ya kila siku kwa kuendelea kujenga uzoefu na ufanisi pindi mpangiwapo jukumu husika katika utekelezaji wake. Niwakumbushe kuviishi viapo vyetu wakati wote wa utumishi wetu jeshini katika kuilinda na kuitetea nchi yetu Tanzania kwa uzalendo, weledi na ufanisi mkubwa. Hakuna mbadala wa mafunzo katika utendaji wa kijeshi kwa kuwa mafunzo ni sehemu ya utumishi wetu mazoezi ya medani ni sehemu ya mafunzo muhimu sana ambayo muda wote yanajenga utayari katika utendaji kazi, na hii iwe sehemu ya maisha yetu ya kila siku katika utumishi wetu jeshini. Napenda niwapongeze sana wapiganaji wa jeshi la akiba kwa umahili na kujituma na moyo wa kizalendo walioonyesha, bila kujali hali yoyote. Hongereni sana. wametekeleza wajibu wao kwa weledi, kwa kujituma na moyo wa kizalendo. Hongereni sana. Nashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutukumbuka sisi askari wa jeshi la akiba kushiriki zoezi hili la Pima Uwezo 2025 ambalo mimi binafsi nimeshiriki kwa moyo mmoja. Tena zoezi lilikuwa gumu na kubwa. Sisi askari wa jeshi la akiba tulioshiriki zoezi hili tuko tayari kuilinda Tanzania. Mimi ni askari wa jeshi la Akiba. Nimeshukuru kwa kujiunga na hili zoezi. Make limetufundisha mengi na ni mazuri. Zoezi lilikuwa gumu, lilikuwa tamu. Tupo tayari kuilinda nchi yetu.